Shalom, mtumishi wa Mungu ambaye unazidi kutufuatilia kila tuitopo. Leo leo tumepata somo ambalo Mungu ametupa kusema nasi katika pasa huu na majira haya. Nikukaribishe katika kujifunza somo hili, na kichwa cha somo ambacho tutakwenda kujifunza kwa siku hii ya leo linabeba kichwa kisemacho, kupambana na kushinda roho ya uwoga. Kupambana na kushinda roho ya uwoga. Watu wengi huwa hatufahamu atu, kwamba wasiwasi ambao huwa tunapata au mashaka ambayo tunayapitia huwa si kwamba tunapata hayo mashaka kwa sababu ya hisia za mwili au mitazamo ya kimwili, bali vinakuwa ni ndani ya kiroho. Biblia inasema kila jambo ambalo linafanyika kuna roho ambayo ipo nyuma. Kwa hiyo lazima uchunguze, kama una wasiwasi au una mashaka katika jambo fulani, jua kabisa hilo jambo, kuna roho ambayo inaambatana nyuma. Na leo tutakutazama kuhusiana na roho ya wasiwasi na uoga au mashaka. Biblia inasema katika Timotheo wa pili mstari wa kwanza, mstari mlango wa kwanza mstari wa saba ambao unasema ikiwa Mungu hakutupa roho ya uwoga, bali ya nguvu na upendo na moyo wa kiasi. Ikiwa Mungu hakutupa roho, hakutupa roho ya uwoga, bali ya nguvu na upendo na moyo wa kiasi. Ukitazama kwa makini mstari huu unatuambia kabisa. Paulo anamwambia mtume, mtume Paulo anamwambia Timotheo kwamba Mungu hakutupa roho ya uoga. Kwa hiyo ina maana kama Mungu hakutupa roho ya uoga, ina maana roho ya uoga si haikutoka kwa Mungu. Ukitoka ukisoma katika Ufunuo anasema na waoga awatauona ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo ina maana kama waoga hawata hawata uona ufalme wa mbinguni, ina maana waoga, roho ya uoga haikutoka kwa Mungu. Kwa hiyo lazima ujue kwa makini kwamba ninapoona ninapata mashaka, ninapoona ninapata wasiwasi, ni kwa sababu gani nimepata huu wasiwasi ni kwa sababu gani, mashaka haya yanaambatana juu yangu? Lazima ufahamu kwamba mashaka haya ya kwa, mashaka haya kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo kama Mungu mwenyewe anakataa uoga, ina maana yeye mwenyewe anapinga uoga, basi wewe kama mwana wa Mungu ni lazima ujifunze kuondokana na kuikimbia hii roho ya uoga. Ondoa mashaka ndani yako, ondoa wasiwasi ndani yako, ondoa kila jambo ambalo linakusumbua, ondoa kila jambo ambalo linakutengenezea kuwa na mashaka. Uh, Biblia inatuambia inasema, mkulima alipanda mbegu Haleluya. Mkulima alipanda mbegu kwenda kulala, akaja adui akapanda magugu katikati ya ngano, akapanda magugu katikati ya ngano. Kwa kama Biblia inatuambia kwamba mkulima alipanda mbegu, alipokwenda kulala, akaja adui akapanda magugu, akapanda magugu katikati ya shamba, katikati ya ngano. Sasa hii kwa maanaye hipi tukiitazama katika tafsiri hii, ina maana Mungu alipotuma sisi wanadamu hakutupa roho ya mashaka wala ya wasiwasi wala ya uoga, bali ya nguvu na ujasiri. Lakini sasa tulipotoka katika nafasi ambayo Mungu alitupa, tulipokosea katika ile nafasi ambayo Mungu ametuambia, ndiko pale ambako ilipelekea sisi tukapata changamoto hii. Mtumishi wa Mungu, ukitazama kwa makini, Mungu hakutuumbia hii roho ya uoga. Sasa tunapotazama kwamba hii roho ya uoga imetoka wapi mpaka inakuwa juu yetu, kwa hiyo lazima ufahamu kuna adui ambaye aliingia akafata akaweka, akaweka kitu ambacho sio cha kimungu, akaweka jambo ambalo sio la kimungu, akaweka jambo ambalo si Mungu hakutumbia. Na moja jambo ambalo aliliweka ni roho ya mashaka. Biblia ya Kiswahili inatuambia kwamba nilisikia sauti yako katika bustani nikaogopa. Nilisikia sauti yako katika bustani nikaogopa. Ina maana kwamba Adamu baada ya kutenda dhambi, Adamu baada ya kukosea, ndipo roho ya uoga ikaingia juu yake, roho ya mashaka ndipo ilipo mvaa. Kwa hiyo roho ya mashaka haikuja tu, kwa sababu kuna jambo, kuna kitu ambacho kilipelekea roho ya mashaka na uoga ikawa juu yake. Ndio maana anasema niliposikia niliposikia kwamba upo unapita bustanini, nikapata roho ya uoga. Na Mungu akashangaa, mbona sikukuumbia hili kitu? Mbona sikukuumbia hili jambo? Mbona sikukiweka hichi kitu? Kwa nini unapata mashaka yalizaidi, na ni kwa nini unaona uoga katika jambo kama hili? Kuna mtu mmoja alisema kwamba katika kila mwanzo wa jambo kuna uoga ambao unazunguka, katika kila mwanzo wa jambo kuna uoga ambao unazunguka unazunguka ule mwanzo kwamba usione njia ya kutoka usione njia ya kufanya jambo usione njia ya kuteki hatua ya kuchukua ya kuchukua hatua kufanya jambo fulani. Tukitazama katika Eka mlango wa nne mstari wa kumi na moja ukisoma hiyo stori kwa makini utaona ni kwa namna gani ambavyo ukisoma kwanzia kumi na moja na kuendelea utaona ni kwa namna gani ambavyo Mungu alikuwa akibishana na na Musa na jambo ambalo lilikuwa linamfanya Musa abishani, ilikuwa ni uoga umekaa juu yake, kwamba ninainukaje kutoka hapa niende kwa Farao nikamwambie jambo la design kama hili? Ninainukaje kutoka hapa niende mbele za Farao nimweleze hivi? Kwa hiyo kuna uoga ambao ulikaa katika hatua ya kwanza. Ukisoma habari kamili ya Musa pale mwanzoni alikuwa na uoga, ila baada ya kuchukua hatua uoga wote uliondoka akaanza kufanya jambo kwa ujasiri hata akawa jasiri wa kutenda vitu kwa nguvu na na, na na na na kwa ujasiri wa hali ya juu hata akapata nafasi ya kusimama mbele za Mungu. Lakini mwanzoni tu pale kwenye kusikiliza yale maelekezo ambayo Mungu anamwambia alikuwa na uoga wa hali ya juu. Na mmoja uoga ambao nilikuwa nikimsumbua mmoja uoga ambao ulikuwa ukimshika ni pale alipokuwa aki akisema kwamba mimi siwezi kusema, mimi siwezi kuzungumza. Alikuwa na mashaka design kwamba mimi siwezi kuzungumza, ndugu yangu Haruni anaweza kuzungumza zaidi yangu. Kwa hiyo alikuwa na mashaka kwamba siwezi kufanya hicho kitu ambacho Mungu ananiambia kwa sababu moja, mimi siwezi kusema, na pili, sina sina uwezo wa kwenda mbele za Farao, na tatu, Farao hataniamini. Kwa hiyo Mungu akamwambia, akabishana mabishano, alikuwa na makali kiasi kwamba Mungu akamwambia kwamba ni nani anaye anaye aliyemuumba kiziwi na ni nani aliyemuumba bubu na ni nani aliyemfanya kipofu? Lakini yote hayo ni kwa nini? Mungu alimwambia ili aiondoe ile roho ambayo imesimama juu yake, ile roho ambayo inamsisitiza asichukue hatua ya kutenda kazi ya Mungu, asichukue hatua ya kufanya jambo ambalo Mungu anaagiza na mtumishi wa Mungu, siku ya leo, natamani uishinde hilo ya uoga ambayo inakuzuia, inakukinga, inachukua nafasi ya kwanza kwenye kila jambo ambalo unataka kulifanya, jambo ambalo unaliona linakuwa zito na jambo ambalo unaliona linazuiliwa kwa namna moja ama jingine, fahamu jambo ambalo unataka kuliendea ni jambo kubwa. Hivyo adui, namna pekee ambavyo ataanza hata atakuanzia na kukupa mashaka, wewe mwenyewe usijiamini, wewe mwenyewe usitaki kuchukua hatua. Sasa ni kwa namna gani ambavyo adui anafungua roho ya mashaka na uoga ndani yetu? Ni kwa namna gani ambavyo adui anafungua roho ya mashaka na uoga ndani yetu, au ni kwa namna gani ambavyo adui anapanda roho ya uoga ndani yetu? Ukisoma katika hiyo hiyo Mwanzo tatu mlango wa kumi na moja anasema tukianzia mlango mlango wa tatu mstari wa kumi na moja ambayo anasema kitu ambacho kilimfanya da adam akimbia mbele za Mungu ni kwamba alitambua kwamba amekosea, na alipotambua kwamba amekosea male makosa ndiyo yalifungua mlango wa kuogopa kusimama mbele za Mungu. Kwa hiyo tukitizama kwa makini, jambo ambalo shetani analitumia tuharibu na kubadilisha mwelekeo wa mitazamo yetu mbele za Mungu ni kwa kutumia dhambi. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, hebu jaribu kujiepusha na dhambi, hebu jaribu kukaa mbali na dhambi. Ya, tumia muda wako kutengenezwa na Mungu everyday. Tumia muda a kuomba toba everyday. Fanya kikao na Mungu akutengenezwe, akulinde, akuepushe, kwa sababu moja ya mlango ambao Shetani ataufungua wa kwanza kwako ni mlango wa mlango wa woga, na huo mlango wa woga atauingiza kupitia dhambi. Mlango wa woga unaingia kupitia dhambi. Adamu alikuwa anao wa ujasiri wakusikiliza Mungu na kuketi Mungu kila jioni, ambako Mungu alikuwa anakuja katika bustani. Lakini baada ya kula tunda, kufanya uovu ambao Mungu aliagiza wasifanye, walipotenda dhambi ndipo chanzo cha wao kuona mashaka. Ndio maana nasema nilipoisikia sauti yako niliogopa, nikakimbia. Sasa adui ndivyo anavyotutumia hata na sisi, anaingiza dhambi, dhambi hiyo inazaa roho ya uoga. Mtumishi wa Mungu, watu wengi leo ambao tumeamua kukata tamaa kwenda kanisani kwa sababu tunajiogopa, mimi ni mwenye umeamua kukata tamaa ya kuto kufanya jambo fulani kwa sababu unajiona, mimi ni mwenye dhambi hivyo siwezi kufanya jambo lolote, hivyo siwezi kufanya kitu kwa sababu mimi ni mwenye dhambi. Sikia ni kuambia hakuna mahali ambapo utakimbia ukaiokoa nafsi yako, na hakuna mahali ambapo utaenda ukaiokoa nafsi yako. Mahali pekee ambapo utakimbilia kimbilia mbele za Mungu. Ndio maana Mungu anasema tubuni, mkarejee, tubuni, mkarejee, kwa sababu anajua exact, anajua exact kabisa, utaenda, kwa usahihi exact kabisa. Hakuna mahali utaenda ukapona, lazima urudi kwake, utubu. Sasa usitumie ule mlango wa dhambi kwamba kusema nimetenda dhambi sana usijihukumu. Mtumishi wa Mungu, chukua nafasi ishinde hiyo roho ya uoga ambayo inakuambia kimbia mbele za Mungu ndio utakuwa salama, kimbia mbele za Mungu ndio utakuwa salama. Hapana, unapokosea huwa tunarudi tunatubu mbele za Mungu ili aturehemu kwa mara nyingine, tupate ujasiri wa kusimama mbele zake. Mtume anatuambia kwamba mioyo yetu isipotushuhudia tuna ujasiri wa kusimama mbele za Mungu. Kwa hiyo siku ya leo tumia nafasi kutengeneza na Mungu kutengeneza njia zako, kutazama njia zako, kurudisha toba, kurudisha moyo wa toba, tubu, umejijua umekosea na ukakosea tena na ukakosea tena na tena, usijikatie tamaa bali rudi mwambie Mungu unisamehe. Rudi mwambie Mungu unisamehe. Yeye anasema yeye atasamehe dhambi zetu na hatazikumbuka kabisa, atatutenga na dhambi zetu kama ilivyo mashariki na magharibi. Kwa hiyo usijihesabie dhambi. Acha toba ikae ndani ya moyo wako ili upate nafasi ya kusimama mbele za Mungu zaidi na zaidi, kwa sababu hema unavyotenda dhambi alafu unakimbia mbele za Mungu, utaki kutubu, ndivyo shetani anafungua milango mingine ambayo itakuwa mibaya na kukuletea shida zaidi na zaidi. Kwa hiyo siku ya leo, chukua nafasi dakika moja, dakika mbili, unaweza ukapause video hii ukaendelea kufanya maombi ya kuomba toba pale ambapo unajua umekosa umetenda dhambi, fanya tu toba kabla ya kuendelea na jambo la pili ambalo Mungu amesema na amesema nasi katika somo hili. Jambo la pili ambalo shetani huwa anatumia, shetani huwa anatumia kufungua mlango wa uoga ndani yetu shetani huwa anatumia kufungua mlango wa uoga ndani yetu. Jambo la pili hilo ni maneno unayoyasikia, maneno unayoyasikia au kunena, maneno unayoyasikia au kunena. Ukisoma Mwanzo tatu kumi na moja ana Mungu anamuuliza Adamu, anamwambia nani amekuambia kwamba uu uchi ni nani amekuambia kwamba u uchi? Kwa hiyo ina maana kuna jambo ambalo Adamu alisikia likazaa roho ya uoga likafungua mlango wa uoga kuingia ndani yake hata akaogopa kusimama mbele za Mungu. Kwa hiyo Adamu akataka kukimbia, kwa sababu kuna neno amelisikia. Ndio maana Mungu anamuuliza, ni nani amekuambia kwamba wewe uko uchi? Ni nani amekuambia? Ni jambo gani ambalo umelisikia? Kwa sababu kabla, huwa ninapokuja katika bustani, ninazungumza na wewe katika utukufu, ninazungumza na wewe katika mambo ambayo yanakujenga, ninazungumza na wewe katika jambo ambalo linakustawisha. Lakini leo ninakuja, unaniambia unaogopa. Ni nani ambaye amekuambia? Bwana mimi sijawahi kukuambia kwa kwamba huko uchi. Kwa hiyo kuna neno ambalo Adamu alilisikia likazaa mlango wa uoga, ukazaa mlango wa kutaka kukimbia mbele za Mungu. Kwa hiyo hata na wewe siku ya leo ninakushauri mtumishi wa Mungu, ebu tizama na ukae chini kufikiri, sio kila neno ambalo unalisikia ulichukue, na sio kila neno ambalo utapata kulinena ni ulinene. Jaribu kuchunga mdomo wako nena maneno ambayo yatazaa utukufu mbele za Mungu yatazaa heshima mbele za Mungu yatakujenga wewe leo na kesho na keshokuto acha kunena maneno ambayo yanafungua mlango wa adui kuingiza kitu ambacho Mungu hakutuwekea Biblia inatuambia ea exactly kwamba tulipokwenda kulala Alipokwenda mlima alipokwenda mkulima kulala, akaja adui akapanda. Kwa hiyo sisi tunapo tunapoanza kujimimia au tunaporuhusu kusikia maneno ambayo sio Mungu ametuwekea, ndio tunapofungua mlango wa adui kuja na kupanda magugu katikati ya mioyo yetu. Niko pale mtu unaanza kuogopa, alafu sio Mungu ambaye amesema hicho kitu. Kwa hiyo jaribu kuchonga na Mungu ndiye atakueleza kwamba ni nani amekwambia kwamba upo uchi? Ni nani ambaye amekwambia kwamba uwezi? Ni nani kwamba aliyekwambia kwamba utashindwa? Ni nani aliyekwambia kwamba utafeli? Jaribu kuchunga haya maneno ambayo umeyasikia, jaribu kuchunga sana haya maneno ambayo unaogopa. Unapoanzisha jambo fulani, hebu kaa chini, muulize Mungu pekee. Acha kukaa kwenye vijiwe ukamuuliza rafiki, ukamuuliza ndugu, ukamuuliza jamaa, kwa sababu kila mmoja ana jambo lake moyoni, kila mmoja ana siri yake moyoni. Kwa hiyo tengeneza na Mungu kwanza, tengeneza na Mungu kwanza, Mungu akupe watu sahihi, kwa sababu kuna mahali unaweza kufuata ushauri wa biashara ukatoka kwamba ni kuamini hata nimeenda kuuliza ukatoka na na wazo kwamba hili jambo haliwezekani nikakuvunja moyo. Kwa hiyo woga unayefunguliwa mlango na jambo ambalo tunalisikia au kitu ambacho tunakitazama kuitwapo leo na kuitwapo kesho na jana na leo. Ndiyo maana watu wengi tunaanzisha biashara, ila baada tu ya kukaa vikao na ndugu jamaa na marafiki, ile biashara ikafa, kwa sababu kuna maneno tuliyaruhusu tukayasikia, ambayo sio Mungu ambayo ametuambia. kwa hiyo siku ya leo ndio katika hiyo nafasi, mwambie Mungu atengeneze, arekebishe, na wewe akuwezeshe kusikiliza vitu ambavyo vinakujenga na vile ambavyo hakuvipanda ndani ya moyo wako, hebu viondoke na vifunge katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tutakwenda kutazama jambo la tatu ambalo linafungua mlango wa uoga. Jambo la tatu ambalo linafungua mlango wa uoga linasema, ni mawazo tuliyonayo moyoni au akilini kuna watu tunawaza moyoni na kuna watu tunawaza akilini. Sasa hili ni somo jingine ambalo ni kwa namna gani mwanadamu anawaza katika moyo na kwa namna gani mwanadamu anawaza akilini. Ukisoma katika Wakorinto wa pili mlango wa kumi mstari wa tano, mtume Paulo alikuwa anawaambia Wakorinto kwamba, katika Biblia ya Kiswahili anasema ukiangusha kila ngome na fikra na mawazo yaliyoinuka juu ya elimu ya Kristo, juu ya elimu ya Kristo. Sasa mawazo ambayo tunayawaza huwa yanafungua jambo fulani. Kwa mfano, ulikuwa ukiwaza kwamba mimi siku moja nitakuwa rais, mimi siku moja nitakuwa mhubiri mkubwa, mimi siku moja nitakuwa katika nafasi ambayo ni fulani na nzuri, lakini baada ya kuwaza baada ya kuwaza ambako hakujaambatana na Mungu, shetani akaingiza wazo kwamba mbona haiwezekani, mbona sijatoka katika familia ambayo itaniwezesha mimi kufikia hiyo viwango. Hebu siku hii ya leo chukua nafasi kukaa, kutengeneza na Mungu, kwamba upime kila wazo ambalo unalo. Hebu liwaze katika utukufu wa Mungu, liwaze katika namna ambavyo Mungu anaongoza Mungu ambavyo namna ambavyo Mungu atafungua divine idea ambayo hakuna mwanadamu amesema. Huwa tunawaza akilini mwetu ambacho kinaleta matokeo nje. Biblia inasema, aonavyo mtu na usini mwake ndivyo alivyo, kwa na maana awazavyo mtu, ndivyo unavyojiona, ndivyo inavyokuwa, kwamba kwa sababu unavyojiona ndani ndani, unajiona kwa kupitia mawazo, kwamba umejiona mimi siwezi, umejiona mimi sitafika mahali fulani, umejiona mimi sitafanikisha jambo fulani. Kwa hiyo lile jambo linafungua kufeli, lile jambo linafungua kushindwa, na lile jambo linafungua milango ambayo Mungu hakuiweka ndani yetu. Mungu hakusema na sisi, Mungu hakutuwezesha. Biblia inasema hivi, na wakamwekea roho wa Mungu mipaka kupitia kuwaza kwao, na pia anasema je, unawaza nini juu ya Bwana? Hiyo ni Biblia inayotuambia kwamba unawaza nini juu ya Bwana. Kama umeona Mungu hawezi kukusaidia, basi jua kabisa, pokea kama unavyowaza kwamba Mungu hataweza kusaidia. Lakini kama ndani yako unawaza katika utukufu wa Mungu, kwamba Mungu amesema kwamba hata na hapa nitafanikiwa hata na hapa nitaweze, nitaweza. Namkumbuka Ishaya alipoambiwa na Mungu usiende misi, baki hapa hapa dirani, hakika nitakufanikisha hapa hapa dirani. Na alipofanya hivyo alifanikiwa. Kwa nini alifanikiwa? Kwa sababu alibeba neno moja la Mungu kwamba inawezekana hata na hapa, inawezekana nikafanikisha hata na hapa inawezekana nika, nikaweza. Kwa hiyo na wewe jaribu kubadilisha namna unavyojifikiria, namna unavyojitazama, ya namna unavyobeba mambo. Ukiona jambo utalishinda, ndivyo itakavyotokea ndani yako. Ukiwaza katika matokeo madogo, ndivyo matokeo yatakavyokuwa. Kwa hiyo badilisha namna unavyofikiri, badilisha namna unavyobeba mambo, na hiyo ni namna pekee ya wewe kuateni potential ambayo Mungu ameiweka ndani yako, kuateni power ambayo Mungu amekuhumia ndani yako. Neno hili ambalo tumejifunza katika kipindi hichi kifungue namna mlango mpya wa jinsi ya kutazama wa jinsi ya kunena wa jinsi ya kukimbia dhambi ni mtumishi wa Mungu, kaa katika neno la Mungu wakati wote. Na ni neno moja ambalo siku hii ya leo ninataka nikuachie ambalo ninatoka katika Yoshua, Yoshua moja mlango mstari wa tisa ambayo inatuambia je, si mimi niliyekuambia uwe hodari na moyo wa shujaa usiogope. Kwa hiyo Mungu mwenyewe kwa kinywa chake anasema Usiogope, kwa sababu yeye ndiye anaye tufanikisha, yeye ndiye anayetupigania. Kwa hiyo hata na wewe zidi kumwambia Mungu akufanikishe. Kwa kaa katika presence ya Mungu, usikimbie kwa Mungu kwa ajili ya dhambi. Usiache, usianze kunena maneno ambayo yanakuondosha katika utukufu wa Mungu. Usianze kufikiri vitu ambavyo vinaondoa utukufu wa Mungu ndani yako. Badilisha mitazamo, badilisha namna unavyojifikiria, ni katika jina la Yesu Kristo inakuacha na utukufu wa Mungu, na Mungu azidi kukufunulia roho yake baki nawe, ni katika jina la Yesu Kristo, amen.